Hii baadaye unaweza fanya ukarabati, ukaeka juu, ukaghorofa juu, ukakaakaa huko juu. Eh bwana e, watu wakitembea huko unaona, na juu ukande hiki. Hebu ngoja kwanza, kati yote ni leo. Mjomba sikuelewi. Hebu hebu hebu, tulia hapa hivyo. Mjomba anajaribu kuniambia kuwa hizo pesa zote nilikuwa nakutumia umetenga kingani kwa kama hii. Eh bwana we, uoni uoni, nyumba ya permanenti permanenti. Wewe uoni mawe hizi ni nyumba ah, wewe bwana uta, utakunizungua tu bwana, hizi nyumba za bei kali hizi, milioni kumi, hii nyumba niliona hapa pesa. Sikia ngwambie, sikia ngwambie, nasemaje? Nasemaje? utaishi humu humu humu. Utake usitake, unanisikia bwana? Nyumba ambayo a, nyumba ya nani? Nyumba ya nani? Wewe nakuuliza, nyumba ya nani? Wecakuloga we, we, we, wewe nitakuloga, mjomba. Unajua mjomba ni mama, eh? mjomba ni mama, eh? Okay. Japo sina ki eh? mjomba ni mama. Eh? Wewe bwana, japo sina kidola wala sijilia.